Jamhuri ya Muungano wa Tanzania risala ya utii ya wananchi wa Wilaya ya Ilala kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mbio za Mwenge wa huru tarehe 3 Juni 2025. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 Wilaya ya Ilala ina jumla ya watu milioni moja laki sita arobaini na tisa mia tisa kumi na mbili ikiwa na wanawake laki nane hamsini na sita mia moja themanini na moja, na wanaume laki saba tisini na tatu mia saba thelathini na moja. Pia ina jumla ya kaya laki nne hamsini na nane mia sita kumi na nne zenye wastani wa watu wanne kwa kaya. Hali ya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, hali ya ulinzi na usalama katika wilaya Ilala ni shwari mpaka sasa. Hakuna tishio la usalama lilotokea katika wilaya yetu. Ushirikiano wa wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama umeimarishwa katika maeneo yao ya makazi, biashara na vituo mbalimbali vya huduma. Mtekelezaji wa ujumbe wa mwenge wa uhuru mwaka 2025. Mheshimiwa Rais, Wilaya ya Ilala imeupokea ujumbe wa mwenge 2025, na kufanyia kazi kwa vitendo kupitia utoaji wa elimu, uhamasishaji, uhimizaji wa wananchi kujitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu. Ujumbe wa mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025, jitokeza kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025 kwa amani na, na utulivu, pamoja na kauli mbiu hii, mbio za mwenge wa uhuru zinaendelea kuhamasisha jamii ya wananchi kupitia ujumbe mbalimbali zifuatazo: VVU ukimwi, chini ya kauli mbiu chagua njia sahihi, tokomeza ukimwi. Malaria, chini ya kauli mbiu zero malaria inaanza na mimi, inaanza na wewe, inaanza na sisi sote. Dawa za kulevya, chini ya kauli mbiu kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Rushwa, chini ya kauli mbiu zuia rushwa ni jukumu lako na langu, timiza wajibu wetu. Na lishe, chini ya kauli mbiu mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. Uhamasishaji wa wananchi kuhusu umuhimu wa kujiandikisha. Mheshimiwa Rais, wilaya kwa kushirikiana na wadau wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, wazoefu wazee maarufu na viongozi wa kimila, imeendelea kutoa hamasa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kupitia mikutano, mitandao ya kijamii, mabango na magari ya matangazo. Uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Mheshimiwa Rais, mwezi Machi 2025 Almashauri kwa kushirikiana na tume huru ya uchaguzi imefanya zoezi la uboreshaji la daftari la kudumu la wapiga kura kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mkuu. Zoezi hili limefanyika katika kata 36 mitaa 159 ambapo vituo 435 vilitumika kuhakikisha wapiga kura wapya na kuboresha taarifa za wapiga kura jumla ya watu laki tatu thelathini na nane mia sita na nne walihakikishwa na laki moja na elfu nane na sitini na nane waliboresha taarifa zao. Awamu ya pili ya zoezi la uboreshaji wa daftari imefanyika mwezi Mei 2025. Uhamasishaji wa jamii juu wa umuhimu wa kujitokeza kupiga kura Mheshimiwa Rais katika kufanikisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Halmashauri imeendelea kutoa elimu ya kufanya uhamasishaji wa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa serikali mwaka 2025. Katika kulifanikisha hili, kwenye vikao vya kudumu vya kisheria, mikutano ya kijamii na maadhimisho mbalimbali ya kijamii, suala la kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa serikali imekuwa ni ajenda ya kudumu kwenye kila kikao au mkutano. Mapambano ya sisi ya, ya rushwa Mheshimiwa Rais TAKUKURU imeendelea kutoa elimu ya rushwa na madhara yake na wajibu wa kushiriki kuzuia kwa makundi mbalimbali ya wananchi wakiwemo viongozi wa dini, watumishi wa umma, wa sekta binafsi, wafanyabiashara, waandishi wa habari na zaidi kwa vijana kupitia programu TAKUKURU rafiki katika klabu za wapinga rushwa ambazo zimetembelewa na kuimarishwa mapambano dhidi ya VVU na ukimwi. Mimi Edward Jonas Mpogolo mkuu wa Wilaya Ilala, kwa niaba ya wana Ilala katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, naomba kukabidhi risala ya Mwenyezi utii e, Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Mpogolo, mkuu wetu wa Wilaya ya Ilala. Mimi Ismail Ali Ussi kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, nakiri kupokea risala hii ya utii ya wananchi wa halmashauri ya jiji la manispaa ya Ilala kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuahidi risala hii ya utii ya wananchi wa halmashauri ya jiji la manispaa ya Ilala itamkabidhi Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifikapo tarehe kumi na nne ya mwezi wa kumi mwaka 2025. Kwa nibea, lakini pia nakiri kumkabidhi kama nilivyopokea. Ewe Mwenyezi Mungu naomba anisaidie. Naam, viongozi wanaelekea kwenye banda la vijana.